minan ni'mati nafsiha, kuliko inashinda zaidi kuliko neema yenyewe ambayo anapewa mtu kaifa hadha. Maelezo yatakuja kwenye hadithi, hapo utaelewa zaidi. Lakini maana yake mtu anaponeemeshwa neema fulani, akamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hiyo neema, basi mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatuelekeza kwamba kule kushukuru kwake eh? kunakuwa na fadhila kubwa kuliko ile neema aliyopewa. Unaponeemeshwa wewe na Allah neema fulani, ukapewa elimu, ukapewa asiha, ukapewa mali, ukapewa cheo na mengineyo, alafu ukawa ni mja mwenye shukurani kwa hiyo neema ambayo umepewa eh? Basi waambiwe kwamba shukurani utakayokuwa nayo ni bora zaidi kuliko hiyo neema uliyonayo. Nayo bimaana, hata ile neema itakapoondoshwa, wa anta minash-shakirin, na wewe ni miongoni mwa wenye kushukuru, hilo litakuwa ni bora kwako ku kuliko ile neema. Ndiyo maana ya maneno haya walihadha kana min adhimi hadhihi al-ibada

maana akapewa neema alafu akashukuru, akapata fadhila za kushukuru neema hiyo. Isipokuwa, kana alladhi aata afdhala, linakuwa lile ambalo amelitoa Allah kumpa mja wake. Illa, isipokuwa kana alladhi aata, linakuwa lile ambalo amelitoa Afdhal ni bora za, zaidi min alladhi akhadh, kuliko lile ambalo amelichukua. Maana yake ikiwa Allah subhanahu wataala alikuneemesha wewe alafu akakuwafikisha akakuwa kufanya shukurani, basi kupewa hiyo shukurani ni bora zaidi kuliko neema ambayo aliiondosha kwako.

Allah akikupa neema alafu ukawa mtu wa kushukuru, ikatokea Allah akaziondosha aka neema zile kwako, basi hiyo shukurani aliyokupa, fahamu, ni bora zaidi kuliko zile neema alizochukua i wallah, kwa maana huja khasirika wewe ikiwa mina shakirini, na hili ni jambo kubwa ambalo wengi hawalijui. Mtu akiwa na neema fulani akawa mashaallah, anazishukuru neema zile kwa wingi sana. Sheitani aweza akamchezea zitakapoondoka zile neema, akaanza kubadilika, ikawa yale maneno ya shukurani ambayo yalizoeleka kwake hayasemi tena, azungumza mambo ya mikosi mikosi tu na kisirani kisirani, kumbe ile shukr aliyokuwa amepewa

muradi wake kana alladhi a'ta, limekuwa lile ambalo amelitoa. Min ashukuri eh, katika shukurani kumpa mja wake afdala, ni bora zaidi hilo. Min alladhi akhadha min an-ni'am, kuliko lile ambalo amelichukua katika ni'am. Hapa ni mfano wa nne huu katika mambo ya shukuru na akipigiwa mfano mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa namna alivyokuwa mja mwenye shukrani. Naye mtume alaihi salatu wasalam anaungana hapa na manabii wenzie katika tabia hii njema ya kushukuru. ayatuha alakhawat attalibat, dada zangu katika imani, enyi wanafunzi wetu wanawake wa Kiislamu. Tabia hii ni tabia bora sana, ashukru fi nnama, mtu kuwa na tabia ya kushukuru katika neema tulizokuwa nazo. Na sisi sote, wa lillahi alhamd, kila mmoja anayo neema katika neema za Allah juu yake, twa tofautiana sisi kwa vile ambavyo tumenemeshwa kuna ambao wana neema nyingi sana, wengine saizi ya kati na wengine kwa kiasi cha chini ya hapo, lakini hakuna hata mmoja katika sisi ambaye atasema hana neema ya Allah juu yake. Sote tuna neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu, na kama tulivyofunzwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika sunna, ili uweze kupata kipimo kizuri cha mikidari ya neema ulionayo wewe, basi kuwa na tabia ya kumtazama aliye chini yako. Mtazame wa chini yako katika mambo ya kidunia na mambo ya watu kufadhilishwa, ukifanya hivyo utadiriki neema ya Allah iliyokuwa iliyokuwa juu yako wewe. Ukiangalia uwezo uliokuwa nao wa akili, uwezo uliopewa wa afya, lakini riziki ulio nayo wewe na familia yako na usahali wa maisha yanavyokuendea lau ukiwatazama watu walio chini yako, wewe umewapita watu mia ngapi? Wewe umewapita watu elfu ngapi? Umewapita watu milioni ngapi? Kwa kipimo cha mtaa wenu tu, hebu jipime ulivyo wewe na watu waliokuzunguka mtaani kwenu, katika majirani na jamaa zako. Bila ya shaka ukitumia kipimo hicho, utaona uliowapita ni wengi sana. Sasa kwa nini wajifanya huzioni neema za Allah kwako? Mbona wajitia upofu? Lakini ikiwa jicho lako wewe katika mambo ya neema ni kuangalia waliokupita tu, basi wewe utazikufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa wewe unawaangalia wale wajuu tu, watu waliokuzidi uwezo, mathalan ikawa jicho lako ni kwao tu, ukatazama majumba yao, tazama magari yao, tazama maisha yao, alafu wewe mwenyewe sasa ukajisahau kwa yale unayowazidi wenzio, basi utakufuru neema za Allah. Ndio wale wengine hufikia kusema, sisi hatuishi bwana, twasindikiza wenzetu, asema maisha anayo fulani bwana maisha wanawe wakina fulani, si tuna nini bwana, sisi twasindikiza wenzetu tu. Bali kuna wale wapumbavu wanatamani kuzaliwa wanyama katika nchi za Ulaya, tumewea kusema bora ingekuwa panya yurope huku, ungekuwa jibwa la mzungu mimi, ungekuwa najitia chokoleti hizi, kiniku Afrika huku bwana la huyo anayesema hivi hajatazama walio chini yake, katika watu wenye ulemavu, watu wenye shida, fukara, wenye kulala nje, wasiojua riziki yao yawatoka wapi, wazururaji tu. Idhan, nataka niwakumbushe kwamba darasa hii inatugusa sote, tuangalie neema tulizokuwa nazo na tumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hizo kupitia ndimi zetu, mikono yetu, kadhalika kupitia nyoyo zetu. Na kuna mambo yanatajwa kwamba mtu akiwa nayo anaambiwa ni jahid eh, li ni'ami llahi subhanahu wa ta'ala, anahesabika ni mpinzani, ni mtu anayezikanusha neema za Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hahesabiki ni katika watu wenye kushukuru kuna mambo yanatajwa na ahlul ilmu, ukiwa nayo wewe, waonekana wewe ni mpinzani wa neema za Allah zilizokuwa kwako, hata kama mwenyewe hujasema sijapinga, kule kuwa na hayo mambo tu. Miongoni mwa hayo ni yataji kwa haraka haraka. ni wale watu wenye wingi wa kulalamika, watu wa kulalama, yeye hana kheri siku zote, ni mtu wa kulalamika, akajiona yeye ni mtu wa mwisho, Hakuna mwenye shida kama yeye, anasahau kwamba kuna mengi ambayo Allah amempa. Hii ni tabia mbaya ya kuonyesha kwamba wewe huna shukurani kwa Allah. Jingine ni hili ambalo nimelisema, mtu ikawa jicho lake anatizama neema walizokuwa nazo wenzie tu, lakini zile zake hazitazami, kwamba kwa kiasi gani amewapita watu katika aliyokuwa nayo.

wamshukuru vipi? Eh, namshukuru Allah? Mbona unashinda kwenye makamari? Wamshukuru vipi? Kuna watu wakipewa neema wanageuka wanakuwa ni waovu, wanashinda katika maasi na munkarati, kwa sababu hana kitu, kwa sababu tayari ana neema. Alipokuwa hana kitu, alikuwa kigaragara msikitini, hu kutwa mkija mwamkuta ataadhini yeye, atakimu yeye, na kama imamu kachelewa ataswalisha yeye. Sahibul masjid ni mtu wa msikitini kama mlinzi wa msikiti. Lakini kumbe alikuwa hana kitu, ni ukata tu. Allah alipomfungulia kitu katika neema unamkuta katikati ya maasi. Na hawa ni wengi, mwenye kufanya hivi hana shukurani lakini katika ambao wanahesabika ni waje waliokosa shukurani al-bukhala, ni wale mabakhili wa kutumia katika neema alizowapa Allah subhanahu wa ta'ala, kwenye kunufaisha nafsi zao na jamii yao. Mabakhili eh, mtu anajifanya ashkurullah lakini eh, hakuna bakhili kama yeye, ni mgumu hatoi sadaka hatoi wala matumizi yake hayatoi vizuri, na anacho mgumu eh, mpaka kwa maneno makali, wala hasaidii katika eh, jihati alkhair, katika njia za khair walbir, hasaidi hasaidii, yuko nyuma kabisa, ni mtu bakhilin binafsi huyu. Hata akizungumza kwamba ninashukuru, twashukuru bwana, alhamdulillah, twashukuru, maneno tu haya, lakini si katika hahesabiki katika waja wa wenye kushukuru, kwa sababu anafanyia ubakhili neema za Allah. Tusiwe hivi, tuna neema nyingi, tuache ubakhili. Lakini pia ni katika watu ambao wanahesabika hawashukuru neema za Allah, wale wenye wa kuwahusudu wenzao kwa sababu ya neema ambazo Allah amewapa watu mahasidi. Alhasid anahesabika ni katika yule aliyekanusha neema za Allah na hana shukurani. Kwa nini mpaka uwahusudu wenzako? Kwani wewe una mangapi uliopewa, eh? Mbona waona kama wenzio ndio wanafaidi sana? Tujalie pia wamekusudi katika mambo haya na yale, muombe Allah katika fadhila zake, wasalullaha minfadlih

bali anaonekana ni katika waja wenye kupinga niam za Allah subhanahu wataala. Kwa hivyo jichungi na maradhi haya mabaya sana ya hasad, maradhi mabaya sana yasikuingie haya. Lakini mengine anayotaja ahlulilm ni kule kujiona bora au mwenye nafasi kuliko wengine. Hata kama Allah amekupa hiyo nafasi basi usitumie kama rungu eh? la kuwaumiza wengine ukajinyanyua ukajiona ukajikweza, bali kila unapozidi neema, kila Allah anapokuzidishia neema, mfano katika elimu, kila unapozidi elimu, basi unatakiwa uzidi unyenyekevu na tawadhu na kujishusha. Kila unapozidi mali, zidi kujishusha. Unielewa bwana? Huo ndio utaratibu wa kisheria tuliyofunzwa. Lakini unavyoneemeshwa ikiwa mtu ananeemeshwa ndiyo kiburi kinazidi, na kule kujiona na kujinyanyua mbele ya wenzie, ni wazi kwamba huyu hajakuwa katika ashakirin. Na kuna mengi wanayataja ahlulilmi katika milango hii kama fawaid. Tutaishia hapa.